Leo nataka niweke wazi vitu viwili ambavyo watu wengi huwa mnavichanganya na hamvijui. Cha kwanza, kuna wale watu wanakwambia nataka AC ya bei nafuu. Mwingine anakwambia nataka AC ndogo tu ndogo tu. <tuhi> Unakosea, iko hivi, nisikilize. Cha kwanza kabisa, kabla hujajua chochote yote au kwamba unahitaji ya bei nafuu au unahitaji AC ndogo. Hivyo vitu havipo kabisa. Hakuna AC ya bei nafuu wala kuna AC ndogo. Ila iko hivi, kabla haujajua unahitaji AC ya ukubwa gani, au ya bei gani, ni lazima chumba chako tujue, au ofisi yako, sehemu ya biashara yako, eneo lako tujue lina ukubwa kiasi gani, yani lina mita ngapi kwa ngapi, au futi ngapi kwa ngapi? Ukubwa wa eneo lako ndio utaditamini ni AC ya ukubwa gani inatakiwa kwenye eneo lako, ni AC ya gharama gani itatakiwa kwenye eneo lako, kwa sababu kila ukubwa wa eneo umeandaliwa maalum na ukubwa maalum wa AC. Sio kila AC, si inafaa kila eneo. Tukijua hiyo, sio si kila AC inafaa kila eneo. Ni Nunua Mall tena, hapa karibu tukupe taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Karibu.